Tume ya uchaguzi nchini imezindua rasmi zoezi la usajili wa wapiga kura, ikilenga kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6.3 kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Uzinduzi wa zoezi hili ulifanyika huko Kajiado, ambapo IEBC imetangaza kuwa kwa mara ya kwanza watatumia teknolojia ya utambuzi wa mboni ya jicho kukusanya deta za wapiga kura wapya walijitokeza kwa idadi ndogo katika zoezi la kitaifa la usajili wa wapiga kura lililoanza rasmi leo, idadi ndogo ya waliojitokeza siku ya kwanza ikisalia chini ya matarajio. Hata hivyo, IEBC imesema ina matumaini kuwa idadi itaongezeka. IEBC inalenga kuandikisha angalau wapiga kura wapya milioni 6.3 kabla ya uchaguzi mkuu ujao, katika juhudi za kuongeza watakaoshiriki kupiga kura. Na kwa mara ya kwanza tume hiyo imeanzisha matumizi ya teknolojia ya utambuzi wa mboni ya jicho kama sehemu ya kuchukua taarifa za kibayometriki kutoka kwa wapiga kura. Ingawa IEBC inasema hatua hiyo inalenga kuboresha usahihi wa deta, baadhi ya wananchi wameeleza wasiwasi kuhusu usalama wa taarifa zao. Sisi pia kwa upande ya registration ya voters, we are guided also by the Data Protection Act and of course the laws governing privacy. So we have taken into account all that. Wakati zoezi hilo linaendelea maeneo mbalimbali mbali nchini, vituo vya usajili vimesalia kufungwa katika maeneo yanayotarajiwa kufanya uchaguzi mdogo Novemba. Maeneo hayo ni pamoja na kaunti ya Baringo, maeneo sita ya ubunge na wadi kadhaa ambapo uchaguzi unatarajiwa kufanyika. Usajili katika maeneo hayo utaendelea mara tu baada ya chaguzi hizo kufanyika. After a by election ndo tutaweza, tutaweza, tutaweza kukata hiyo kura. Mimi nilikuwa nataka kukata kura ndo at least we try to change Baringo County. Katika maeneo mengine ya nchi zoezi hilo limeendelea kwa utulivu, ingawa idadi ya wanaojitokeza bado iko chini. Usajili huu wa wapiga kura umeratibiwa kuendelea hadi mwaka wa 2027 ambapo utasimamishwa miezi minane kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.